Sasa hebu tuangalie si hasa ambapo wabunge wa EU wamependekeza vikwazo dhidi ya Tanzania. Taarifa rasmi ni kwamba wabunge wa Bunge la Umoja wa Ulaya wamependekeza kuweka vikwazo dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na matukio yaliyoambatana na uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 nchini humo. Mapema leo hii wakati wa kikao cha bunge hilo kilichojadiliwa hali ya kisiasa badala ya uchaguzi, ambapo wabunge hao wameutaka Umoja wa, wa Ulaya kusitisha ufadhili wa kifedha kwa Tanzania, na wamesema ni lazima ufadhili huo uendane na maendeleo kwa kuzingatia utawala wa sheria, uwajibikaji na kulinda uhuru wa watu. Wabunge wa bunge hilo la Ulaya wamelaani pia nguvu kubwa zilizotumika dhidi ya waandamanaji na ukamataji wa kiholela na kufungwa kwa huduma za intaneti kwa siku kadhaa, jambo ambalo lilizuia watu kupata taarifa. Wamesisitiza kwamba Tanzania inahitaji uchaguzi wa uhuru na wa haki na pia wametoa wito wa kuachiliwa bila masharti kwa wafunga wote akiwemo, wa kisiasa akiwemo mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo, chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Lisu. Wametaka pia kuanzisha kwa uchunguzi dhidi ya mauaji na matukio ya utekaji nyara. Bunge hilo la Ulaya limepitisha pingamizi dhidi ya mpango wa tume ya Ulaya wa kupeleka msaada wa kifedha kwenda nchini Tanzania kupitia mfuko wa NDICI Global European ambapo hatua hiyo inatajwa kuchochewa na matukio ya kisiasa yaliyotokea nchini humo kuanzia Oktoba 29 mwaka huu. Hatua hiyo ni matokeo ya kura zilizopigwa na kamati ya mambo ya nje ya bunge hilo kuhusu kuzuia utekelezaji wa mpango huo ambapo kura hamsini na tatu zilikubali pingamizi hilo na huku kura mbili zikipinga, wakati kura moja ikiharibika. Na huku tume ya Ulaya ilipanga kutumia zaidi ya euro milioni mia moja na hamsini sawa na zaidi ya shilingi bilioni mia nne kwenda Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini na sita kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ambapo utekelezaji wa msaada huo haukuzingatia hali halisi ya haki za kibinadamu na utawala wa sheria nchini Tanzania. Kila mtu ana wajibu wa kuweza kulinda amani na ustawi wa jamii. Shabani Lukanga, MSJ TV.